Mapambano makali yameripotiwa katika wilaya Kalehe ya Kalehe ndani ya jimbo la Kivu Kusini kati ya waasi wa, wa M23 na na wapiganaji wa Maimai Wazalendo walioviteka baadhi ya vijiji vya wilaya hiyo. Waasi wa M23 kwa sasa wanajaribu kuwafurusha wapiganaji hao wa Maimai Wazalendo. Grace Kabogo na arifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Mashuhuda wanasema mapambano makali yamefanyika tangu mapema asubuhi katika kijiji cha Kasheke baada ya mapambano mengine makali kutokea hapo na katika vijiji vya Lemera, Bushaku na kwenye baadhi ya vijiji vya wilaya ya Kabare na Kalehe. Vyanzo vya mashirika ya kiraia vilikadiria kuwa takriban vijiji kumi na mbili vimekuwa chini ya udhibiti wa Wazalendo, habari ambayo haijathibitishwa na M23, pamoja na kupongeza juhudi za Maimai Wazalendo. Patrick Kubesha, mkaazi wa Kivu Kusini, ambaye anawalaumu kwa vile mara kwa mara mashambulizi yao husababisha raia ya wengi kutekwa nyara. si yenye atuelewe, huko nakuta tunalamuka asubuhi, wazalendo mara walivamia ka kijiji fulani, kesho nasikia walivamia tena ka kijiji fulani. M23 eko naasili silaha nzito nzito za kisasa, wakishafika ndani ya vile vijiji, wazalendo waga wanakimbia kwenye vilima, wanapotea kila kijana mwanaume ambaye atakutwa hapo wakati M23 nafika pale, nimshukiwa na wengine. M23 inawapeleka mahali ambapo hatujue sisi. Tulikuwa tunataka wapigane tu mara moja, kama ni M23 ndio tashinda, kama ni wazalendo ndio tashinda. Sisi tunataka amani tu. Siku ya Alhamisi wazalendo walifanya mashambulizi mengine kando ya mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega kuelekea Shivanga hadi eneo linaloitwa Kafurumaye ambapo sio mbali na barabara ya Kitaika namba tatu, eneo la miti Bunyakiri. Wengine walikwenda kwenye eneo la Murhesa lililopo kati ya vijiji vya miti na Mudaka. Je, wakazi wengine wa Kivu Kusini wanamtazamo gani kuhusu mashambulizi haya? Baadhi yao wanaeleza tunapenda baungane ili basonge mbele, bakamate mtu Kamanyola, bakamate Bukavu. Vitu ambavyo havijakuwa sawa fasi ya wazalendo na fasi ya FARDC viweze kutiliwa sahihi kwa siku za usoni, wakimbize adui na ni yapo raia yote itafanya makazi zake kwa amani. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, muungano wa AFC unaolijumuisha kundi la M 23 umeeleza kukerwa kwake kufuatia kile inachoeleza kuwa ni ukiukaji mkubwa wa hatua ya usitishaji vita pamoja na haki za binadamu unaofanywa na utawala wa Kinshasa, hasa katika maeneo ya Walikale huko Kivu kaskazini na Minembwe katika jimbo la Kivu kusini. Muungano huo wa AFC M 23 umesema umedhamiria kulifanyia kazi suala la amani katika kutatua mzozo unaoendelea nchini Kongo na unasisitiza dhamira yake ya kulinda na kuutetea umma na kuondoa vitisho vyote.